Habari yako, kijana wa Tanzania. Muda wa maamuzi umefika. Tarehe 29 Oktoba ni siku ya kupiga kura, na huu ndio wakati wako wa kutumia haki yako ya msingi ndiyo. Kama Mtanzania, mm -hmm. Na sasa tukwambie tu kwamba jitokeze kwa amani mm -hmm. Mapema asubuhi, ukiwa na kadi yako ya kupigia kura mm -hmm. Kura yako ndi, ndiyo uh, sauti yako mm -hmm. na pia ni nguvu ya kuleta mabadiliko ya kuamua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 Hayaaya, juma tatu ndo hii yeah, yeah, yeah, yeah, kizimbani, yeah, yeah. Mm. E, wakati wa kurekebishana tabia sasa na kujulishana tu ndio na kupeana makavu. Ninachofurahia kwamba siku hizi social media kwetu, e, ndio hasa kizimbani mchakato ndio e, wanajua kupiga, kuna changamka sana we. E, sasa kwa nini wasiseme ukweli ndio uh, lazima tusaidie katika kurekebisha ama kubadili, mm, baadhi ya tabia ambazo zimekuwa zikituchanganya sisi. Sawa, bwana bwana bwana bwana. Siku ya leo hivi kwanza wewe una, una kikoba eh? Nani? Mimi eh. Ha, mimi sina kikoba, ndugu yangu. Unaamini vikoba ni kwa ajili ya wanawake tu hapana? Mm. Kuna baadhi hata ya wanaume. Unaweza ukaridhia mwanamke wako wajiunge na kikoba? Nitamridhia, hmm? Yes, naweza na, naweza na kuridhia na kwa sababu kuna vikoba <laughs> kuna vikoba viko tayari na mm. Limesajiliwa, limesajiliwa yes, eh, kwamba tukipata changamoto na uwezo kwenda kushtaki mm, na msaada ukaupata, lakini asima... kuna vile vingine nyemera vya kinyemera nyemera, ndio wale sasa kwamba mnajikusanya eh, sisi ni marafiki ni mashosti dadazi eh, hatuwezi labda watatu hatuwezi kuzurumiana eh. Hatu, unaonaje sasa oh, wale... tunaita kaushadamu kausha <laughs> eh? damu najua kaushadamu ni taasisi Taasisi yes, ni ofisi ambazo zinafunguliwa yeah. au kaushadamu anaweza kuwa mmoja. Ah, yes, inawezekana mimi nakopesha na lakini kuna kijikundi, yani yeah. kuna kikundi labda kimeji eh uh, yani kinatengeneza vitu wafi. vyao. Eh. Ambavyo ah havijakaguliwa ni, ni taasisi ambazo haziko rasmi. Eh yeah, yes, yeah. Ah okay. Kwa hiyo mm. unajua uh, vikundi hivi ama vikoba vimekuwa vikisaidia pia kuhakikisha yeah. Uh, maisha yetu angalau kidogo songa, na, na, na huwa mwanzo lengo linakuwa ni nzuri e, ndio lakini, kadri siku zinavyozidi kwenda, kuna baadhi ya vikoba, kuna baadhi ya vikunda ambavyo e, mambo yanaanza kuvurugika. Shida ni nini e? Uaminifu. Wanasemaga pesa ni mwana haramu, ndio maana hatuzishibi. Unaambiwa mwenye pesa sio mwenzako, lakini <laughs> mwenye pesa si mwenzako e

wakati ama Wadisokopo, pale muna, eh, ama pale mnapokopa ndio unaenda tumenyenyekea, una shida nao mbeni, wana kikundi wana kikundi, wanaamua kuonea huruma wana ndio, lakini wewe sasa kwenye marejesho, shoga yetu, inakuwa ni shida ama ni tulisikia story kwamba kwenye kuna baadhi ya vikundi ambavyo vinaweka sheria kwamba kila mtu lazima akope, haijalishi La... pesa na matumizi nao ama hauna matumizi nao, lazima akope, lazima ukope, na katika mm. ukopa kuna kuwepo na mzunguko Situpo watatu mimi, Mwaruseke na na na, na Beni ndio mm. sindio mm. kwamba lazima sote tukope, tukope. Naanza mimi mwezi mm. wa kwanza nakopa nachukua okay. Mwezi wa pili unaokuja Mwaruseke ni wewe, lakini wewe wakati huo pesa huna matumizi nayo A, nani mimi sasa si bado na shida na hela ndio naamua kukwambia na sasa Mwaruseke kwa sababu wewe pesa hauna shida nazo mkakope afu unipe kwa jina la nani? Lako. Kwa yani, jina langu lakosini zamu yako inatakiwa naalamwaruseke ndo zamu yake kuchukua mkopo natakiwa Ehe. Achukue sasa Mwaruseke akatio pesa hana matumizi nayo. Ehe. Ehe. Wewe sasa napitia kwako hizo pesa baada ya kukopa na kuomba kwamba unipe mimi. Nikupatie kupatie pesa zangu, unaniamini, unanipa kwamba asi ni mwenzetu tu kwenye kikundi. Kwa hiyo wakati huo nimekubaliana na wewe ukakubaliana e, na mimi, lakini kikundi kinajua wewe ndio umekopa kwa hiyo ee unarejesha. Unanipa rejesho nakwenda yake yes. Kama kikundi kinakujua ni wewe, wewe umechukua hela umempa Asma. Asma. Hey, sasa baadaye mimi naanza kuzunguana na wewe unanidai oya, inatakiwa turejeshe mi nakwambianikuripera ganiao unanikana nakukana ndio hizo pesa Nilikuomba. Nilikuomba. Ah, nilikuomba. Ya, niweza nilikuom yeah? Ni kuwa oh. Nilikuomba lakini wakationa kugeuka unakugeuka. Yeah. Ehe, nani kwenye kwenye kwenye kikoba hicho jina lake limeandikwa nani amekopa? Maruseke. Ni Maruseke. He, nadaiwa mimi Asma. E. Hapana. Kwa hiyo unanikana kabisa. E, Unakukana kwe, oh, kwe. Upe. Upe. Watu wanaona. Kuona kusababisha wewe Mwaruse kunaingia gharama nyingine mm, ya wakundipa. Kutafuta pesa za watu ndiyo. Ukarejeshe lakini jamani mm. Kurejesha fedha kwenye vikundi kunasaidia hata mzunguko sana, kwa sababu we na shida wakati yeah. huo mwingine, hey, atakuwa na shida awamu yeah. yake ikifika, yani kwenye vikundi jamani, alafu kuna watu wanapenda kudhurumu pesa za watu kwenye hey, vikundi. mnasepa nazo, taarifa zenu tunazo. Kikweli mnamwamini kwamba huyo bwana atakuwa mwasibu wetu hmm. Kapita nazo kapita na trunka ah oh. hey. <laughs> hey. zaidi kajisajili majina ambaye sio yake. Inabidi wakati mwingine mwa mna, mnaambatanisha hata pasi. Tena bahati mbaya <laughs> tena zaidi. Na namba za NIDA. <laughs> Kikundi bahati mbaya hakikusajiliwa. <laughs> <laughs> akifahamiki kule kwenye <laughs> uh, sisi sisi. <laughs> Hata mkimpeleka mahakamani, mahakama inataka ushahidi. <laughs> Eh, wapi <laughs> mlisajili? <laughs> Kwa hiyo jamani, mlioko kwenye vikundi hakikisheni. Hmm. <laughs> Kwamba hmm, mnajisajili kwanza kikundi kinajulikana, ndio ili hata changamoto ikitokea mnajua wapi mnaanzia. Papuwe, lakini ya, pia hey, ambaye mnamwona kwamba analeta rongorongo ili asiwakwamishi, tutue hapo. Sasa tutarejea tena machungu. 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma, kwetu kaa Karibu Kagera, nyumbani kwa kawa safi yenye ubora wa kimataifa, nyumbani kwa senene bora zaidi Tanzania, nyumbani kwa historia ya wasomi wengi wa nchi hii. Hapa kuna kilimo, biashara na urithi wa utamaduni wetu. Mimi ni mwana Kagera na anajivunia mkoa wangu. Oktoba 29 wana Kagera tutakwenda kupiga kura, kwa sababu tumeahidiwa mambo matamu. Hapa tumeahidiwa kuletewa kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hapa tumeahidiwa kujengewa kiwanja kipya cha ndege. Kwa sababu ya Ziwa Victoria Kagera, tumeahidiwa uwezeshaji wa vijana kufuga samaki kwa vizimba. Lakini kwenye afya tumeahidiwa hospitali mbili kubwa za kisasa za Bukoba mjini na Bukoba vijijini. Hii ni nafasi ya kuonesha kuwa Kagera tunataka maendeleo, tutampigia Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wetu, lakini wabunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Mimi ni shahidi wa maendeleo kula yangu kwa Samia kwa Chama cha Mapinduzi, oh -oh -oh wezekana haukuwepo mwaka 1964 wakati udongo wa Tanganyika na Zanzibar ulipochanganywa kuashiria muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Labda haukuwepo mwaka 1967 wakati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotangaza Azimio la Arusha na pengine haukuwepo wakati Bi Kidude akiupeleka muziki wa taarabu kimataifa. Lakini utakuwepo wakati ambao Tanzania ikienda kuanzisha gridi ya taifa ya maji. Utakuwepo wakati Tanzania ikitekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, na utakuwepo wakati Tanzania ikienda kuanza mchakato wa katiba mpya <mucho> na hii itawezekana kama utamchagua Dokta Samia Suluhu Hasani kuendelea kuwa rais wa Tanzania. Tunasonga. <tours> <tours> <tours> <tours> <tours> <tours> <tours>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 Sisi tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza zaidi mm -hmm. kwenye kizimbani. Sawa, na ni muda wa kusoma maoni. Yes, tunashukuru mm -hmm. kwa wewe ambao umeendelea kutuandikia ujumbe kupitia 0692 573 mm -hmm. 615 na wewe ambao umetutumia kwa njia ya mm -hmm. uh, ujumbe mfupi kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Instagram. Yes. Tutapitia maoni yako. Tuanze apa, nao sasa hao wa Facebook. Sawa, sawa. Mm -hmm. Tuanze na Daniel Joseph anatokea Rulenge Ngara ila kwa sasa yupo kisiwa Nkome Chato mkoani Geita anasema nasema da, hakika kizimbani leo ipo mahala pake. Kifupi jamani, aseme dawa ya deni ni kulipa, hakuna njanja njanja. mm. E, e, studio tuko pamoja lakini sawa. Magabe anasema watu aina hii hawafai kukopeshwa tena. Amos bini Mahona kutoka Malampa, Shinyanga sinyan e, Malampaka Shinyanga nasema mm. uh, tuna waita kina Kamshange Watu wa hivyo ehe, Wanaitwa kina Kamshange, lakini yeah. Bonface Stephen baba Serapia kutoka Katoro Geita, binafsa, nadhani hawarejeshi fedha walizokopa kwa, kwa kupenda pengine wana changamoto wanazokutana nazo mara baada ya kuchukua mikopo. Ishu kwa nini husemi? Ishu mimi nimekusaidia kupata. Eh, kwa nini unakuwa mkali? Eh, kwa nini unakuwa mkali? Hmm. Eh, hawasemagi kama kuna changamoto. Hawa, Ngara nasema kwa sasa yuko Shinyanga arakei, tuko pamoja lakini Franco Robert ee, kutoka Mreba anasema acheni kupandisha bei baadhi ya bidhaa mnakera. Wakina nani tena? Hapo sasa sijui. Jamani, wakina mm. nani wanapanisha mm. bidhaa? Sisi tunazungumzia wakopeshaji eh, sisi tumekwenda kwenye wakopeshaji mbaga mm, kutoka yeah. kishinda Geita. Kwanza mm. unapaswa ujue pesa unaikopa ili ukafanyie nini. Ukilijua hilo marejesho, utarejesha bila shida yoyote yeah. Walio wengi pia wanaga elimu ya mikopo, mtu tu anakopa hey. akanunue zake kitenge, akanunue zake kijora Oh. Wakati mkopo lazima kwanza kabla hujachukua ujuu unakopa kwa ajili ya nini na fedha utairejeshaje. La, lazima tutambue. Eh, kwenye, yale unajua, kwenye, kwenye kutumia yeah. ah, wala shida huoni shida ni kurejesha kwenye marejesho apo, sawa Bwana yeah. Agustino, umesha kikutokea baada za Maraika Nyaulo muweza sema ukiwa mjanja juu ya deni utakosa pa kukimbilia, dawa ya deni ni kulipa. Lakini jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo wanasema mwambie, wa, waache tabia hizo, wanakira sana lakini, ya beri Skania, uh, Skania mchina Evarista wa Kibirizi Kazingati Keza anasema jamani, wana kikundi tu waaminifu, kikundi kinakusaidia ukiwa na shida, lakini pia taratibu za kikundi ukizitumia okay vibaya kinakufunga mm. Lakini huyu asema kweli, watu kama hao wapo. Um, wanakopa halafu wanatoroka anaitwa okay, Eda Abdu kutokea pande za Mkibogoyo Ngara, lakini pia Jonas Matayo kutokea pande za Kigoi mm. Uh, sema kizimbani ya leo imegusa vikoba vingi, maana vikoba ambavyo unaweza Unaweza kufanya nini? Unaweza hmm. Unaweza vimeanza vizuri okay. Na kumaliza vizuri. Okay. Ni vikundi vichache kwa hiyo wajirekebishe. Mbakapo hmm. Ujumbe wako ni nichanganya kidogo. Bozumpora, Daudi kutoka bandia za Mwanza, tunasema mchakato unatufuatilia vizuri, tunashukuru sana. Lakini tukukumbushe tu kabla tujakamilisha kwenye kizimbani, bahati nasibu ya taifa imefika uh -huh. Na leo inawezekana ukashinda mkwanja wa shilingi milioni 45. Uh, kwa kucheza loto, lakini pia kuna shilingi milioni tatu, na hapa tiketi ni shilingi elfu mbili mm -hmm. lakini pia unakumbusha kucheza mchezo wa tamba na namba. Hapa kuna shilingi milioni kumi na unaingia kila baada ya dakika tano, na hapa tiketi ni shilingi mia moja. Lakini usisahau kuna toboa chapchapu, kuna zaidi ya shilingi milioni mbili na kusubiri kwa nguo na mechisha, alafu hushindi. Lakini pia usisahau kuna mchezo wa spin for cash, zungusha gududumu, shinda shilingi bilioni 2.7. Hakikisha unacheza siku leo kwa kupiga nyota 149, nyota 88 alamaleri au tembelea wakala bahati nasibu ya taifa anaopatikana karibu na wewe, lakini pia tumia USSD ya Mixx by Yas, Airtel Money pamoja na Mpesa. Kushiriki ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Wapigie kwa nambari ya bure ya 0800 782233. Amini, cheza na ushinde. muda unaruhusu Uh, kama dakika moja hivi. Okay. Uh, taarifa mm, <laughs> <laughs> uh, yeah. ya habari msikilizaji, tunapisha kwa muda, tutarejea uh, eh, hapo baadaye. Tukukumbushe tu kwamba mara nyingi vitu ambavyo vinakuwa vinafanyika hapa mm -hmm. ndani ya uh, studio bora kabisa kanda ya ziwa uh, Radio Kwizera FM. Tukukumbushe kwamba tunakuwa live. Hiyo kwa kwa hiyo kwa mfano sasa hivi kwenye Kizimbani tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube pale unaandika Kwizera TV, yes. Na pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook unaandika Radio Kwizera. Kwa hiyo usisahau kutufollow kule kwenye ukurasa wa Facebook, mm. okay. Sau, kutufollow, ukurasa wa Facebook mm -hmm. Lakini pia huku kwenye ukurasa wa YouTube hakikisha una subscribe. Sawa. ku subscribe. Hakim kasema wenye tabia potovu mbaya na zinazokera wote